Habari zenu vipenzi, vipi hali? Kuna vitu tuongea ukweli. Kuna muda tunakuwa tunashangaa kwa nini ubali, mbona vifo vinakuwa vingi, mbona watu wanakufa kila siku, Waarabu si watu wazuri. Waarabu hiyo ni kweli, hatushangae. Kuna baadhi ya Waarabu unaweza ukaja ukajikuta unaumwa, ukimwambia kupeleke hospitali akupeleke, lakini kuna muda pia tufikirie Stress, stress nyumbani pia tukiachana na Waarabu, tufikirie stress kwa sababu utamkuta mfanya kazi anapokea mshahara mdogo, lakini ana majukumu mengi, hiyo nyumbani. Hususani sie wengi tunaokuja Oman tunakuja kwa sababu pengine tumetelekezwa na watoto, e, tumeachika, kwa hiyo majukumu ya watoto, lakini utakuta Gine, ototo, okay. Kuna watu wengine wataacha watoto watakuwa na misaada ok, lakini kuna ndogo zetu wengine wanakuwa hawalijui hilo no? bana mdogo, tuangalie kazi tunazofanya huko mani, kazi ngumu, stressi, matusi, tunavumilia eh? Lakini tunasema basi tunashukuru kwa sababu tuna familia tumeziacha, lakini kuna muda zile familia zinakuwa hazijui haya. Ukiangalia mfano mdogo, kuna watu sasa hivi mtu ana miaka thelathini, ukimwangalia kichwani yuko Oman anafanya kazi, kichwa kimejaa mvi kwa sababu sababu gani? Kwa sababu ya stress. Kwa hiyo tunapokaa mda mwingine tukasema, sijui waarabu wanakaa, watu wanafariki kwa sababu waarabu, yaani tuangalie na stress pia ndugu zetu wanatutia stress. Is yeah. Okay. tupo nchi za nje tunapokea pesa lakini mshahara tunaopata haukizi. Ikawa mtu unajikuta unapokea milioni moja laki nane laki sita, lakini majukumu mengi, mtu ukimwambia huna hajali, haoni yani, haamini kama huna. Kuna mda ndugu zangu tu natufikiria basi, na sisi huku tunafanya kazi, tunateseka, tunajitahidi, tunapigana ili mule, lakini ifikia wakati tunapokwambieni hatuna jaribuni basi jaribuni, na nasema haya, sio. Nasema haya kwa sababu kuna watu anawakuta, kuna watu anakaa ndani, mtu anaye hali bora huko, kutokana na majukumu yamemzidi. Kwa hiyo tuangalie, unapomwona mtu saa nyingine amefariki hapa Omani, tuangalie mambo mawili: aiza kuna shida kwa mabosi zake ou oh, aiza ana stresi kwao eh.